Mbuzi huyu katika kijiji hiki cha Muzuerani kwa Ndoo, eneo la Magarini, kaunti ya Kilifi, aliwashangaza wengi mapema Jumapili hii baada ya kumzaa mwana mbuzi aliye na miguu sita. Ni hali iliyowafanya wengi kufika hapa ili kujionea maajabu hayo. Kusema kweli, mbuzi sasa imefikisha mapacha mawili, lakini sasa hii pacha ya tatu imenishangaisha sana, ikiwa na miguu sita na uchi wake pia uko kwa chini ya miguu e, kwa mkia ikiwa sasa kwa mkia hakuna kitu kule ambao nini, na hapo ndo anapokunya, na ni hapo ndipo ambapo anapata choo pia cha mbele. Baadhi ya wakazi wamekuwa wakimshauri mwenye mbuzi kumzika akiwa hai inavyohitajika katika mila zao, ila mwenyewe akaona si vyema kumzika na kuamua kuendelea kumfuga. Wakazi hao wanadai kuwa kisa kama hicho hakijawahi kushuhudiwa tena eneo hilo. <gulua>